Wa aqimu swala wa atu zaka, na toeni zaka. Haa, virozo na maajabu! Kwa nini ndani ya Qur'ani Mungu anapoweka swala inakuja zaka? Why? Kwa nini? Kwa nukta muhimu, swala ni connection kati yako wewe na muumba wako. Swala ni kutengeneza mahusiano ya kiroho kati yako wewe na Mungu aliyekuumba. Zaka ni kutengeneza mahusiano yako wewe na jamii. Kwa hivyo siku zote mahusiano ya kiroho, mahusiano ya kimwili. Wa aqimu salata wa atu zaka, simamisheni swala na toeni zaka lakini vile vile ni ishara. Kwa nini Mungu auanishe kati ya kuswali na kutoa zaka? Wai, kwa sababu Mungu hataki jamii ya watu ombaomba omba. Mungu anataka jamii ya watu wanaosali, anataka jamii ya watu wanaoswala, wanaoswali ni watu wanaomiliki uchumi wao, wanajiweza. Wanapokuja msikitini kama hapa siku ya Ijumaa kwenye parking ya magari, zinazopaki kwa wingi sio pikipiki na baskeli, zinazopaki kwa wingi ni magari ya thamani na magari ya kisawasawa. Ishara ya kwamba watu wa Mungu hawawi maskini, hawawiombaomba. Kwa hivyo zaka imeunganishwa na swala kutatua changamoto za watu wa Mungu, watu wa Mungu wawe ni watu wa uchumi na wala sio watu ombaomba. Wa aqimu salata wa atu zaka warka'u ma'arraki'in. Na swalini pamoja na wale wanaoswali.